DW, idhaa ya Kiswahili, inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi. Imetimia saa kumi na mbili kamili saa za Afrika Mashariki. Hujambo na karibu katika matangazo ya asubuhi, kwa niaba wenzangu wote watakaosikika, jina langu ni Saumu Njama. DW, habari za ulimwengu. Msomaji wako ni mimi Josephat Charo, na kwanza ni muhtasari wake. Vikwazo vipya vya Umoja wa Ulaya dhidi ya Urusi vyakwama kutokana na mgogoro wa gesi na Slovakia. Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusaini mkataba wa amani mjini Washington. na Umoja wa Mataifa wasema una wasiwasi kuhusu vifo na machafuko nchini Kenya. Habari kamili. Gaza. Waziri Mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez ameielezea hali katika ukanda wa Gaza kama mauaji halaiki, huku waokoaji wakisema vikosi vya Israel vimewaua watu 65. Sanchez amesema Gaza iko katika hali mbaya ya janga la mauaji ya kiholela na ameuhimiza umoja wa Ulaya usitishe kwa haraka mkataba wake wa ushirikiano na Israel. Akizungumza kabla mkutano wa kilele wa Umoja wa Ulaya kuanza jana mjini Brussels, Sanchez aliitaja ripoti ya umoja huo iliyobainisha kuwa dalili kwamba Israel ilikuwa inakiuka majukumu yake ya kuheshimu na kuzilinda haki za binadamu chini ya mkataba wa ushirikiano unaoweka msingi wa mashirikiano ya kibiashara. Ubalozi wa Israel mjini Madrid umemkosoa vikali Sanchez, ukimtuhumu kwa kuihujumu Israel, ukisema Hispania ilikuwa upande mbaya wa historia. Brussels. Vikwazo vipya vya umoja wa Ulaya dhidi ya Urusi vimesitishwa kufuatia upinzani kutoka kwa Slovakia kwa sababu ya mgogoro wa gesi. Vikwazo hivyo havikupata kura zinazotakiwa kuungwa mkono kwa kauli moja baada ya waziri mkuu wa Slovakia Robert, Robert Fico kusema hayuko tayari kuridhia pendekezo la vikwazo hivyo. Wakati huo huo, viongozi wa Umoja wa Ulaya wametaka juhudi kubwa zaidi zifanyike kukidhi mahitaji muhimu ya kijeshi ya Ukraine na kuelezea msimamo wao kuliunga mkono ombi la nchi hiyo kutaka kuwa mwanachama wa Umoja wa Ulaya. Wakuu wa Umoja wa Ulaya pia wamejadili mapendekezo mapya ya Marekani kuhusu mkataba wa biashara huku rais wa halmashauri kuu ya umoja huo Ursula von der Leyen akisema kuna uwezekano wa mazungumzo kuhusu ushuru kukwama Washington. Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo zitasaini mkataba wa amani mjini Washington kufikisha mwisho mzozo mashariki mwa Kongo ambao umewaua maelfu ya watu. Rais wa Marekani Donald Trump amekuwa mstari wa mbele kupigia debe, kupigia debe juhudi za kidiplomasia ambazo zimesaidia mkataba huo kuafikiwa. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Tommy Pigold amesema mawaziri wa mambo ya nje wa Kongo na Rwanda watausaini mkataba huo mbele ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio katika taarifa ya pamoja kabla hafla ya kusaini makubaliano hayo, nchi hizo tatu zilisema mkataba huo utaheshimu mipaka na marufuku ya machafuko pamoja na kuyapokonya silaha makundi yote yenye silaha yasiyo ya, ya serikali. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW kutokaw Bonn. Geneva. Umoja wa Mataifa umesema una wasiwasi mkubwa kuhusu machafuko yaliyozuka wakati wa maandamano nchini Kenya Jumatano wiki hii yaliyosababisha vifo vya watu wasiopungua wa kumi na sita na kuwaacha waandamanaji wengine na majeraha, huku ukitoa rai pawepo na utulivu. Msemaji wa afisi ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia maswala ya haki za binadamu Elizabeth Trosell amesema katika taarifa kwamba wametiwa wasiwasi kuwa baadhi ya wa waandamanaji walikuwa na majeraha ya risasi. Afisi hiyo ya Umoja wa Mataifa mjini Jeneva imetambua kwamba mamlaka huru inayosimamia idara ya polisi aipoa imetangaza itaanzisha uchunguzi. Trosel amesema haki ya watu kukutana kwa amani na uhuru wa kujieleza ni msingi wa utawala wa sheria na lazima uheshimiwe na watu wote. Brussels. Umoja wa Ulaya unatafakari chombo kingine kuchukua nafasi ya shirika la biashara duniani, WTO ambalo limelemazwa Hayo ni kwa mujibu wa kauli zilizotolewa na rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz akizungumza katika mkutano na waandishi habari jana Alhamisi kufuatia mkutano wa kilele wa Umoja wa Ulaya mjini Brussels. Von der Leyen alipendekeza kuubadili muundo wa shirika la WTO lililoasisiwa mwaka 1995 kupunguza vikwazo vya biashara ya kimataifa. Bangi. Wanafunzi ishirini na tisa waliokuwa wakifanya mtihani wa shule ya sekondari katika Jamhuri ya Afrika ya Kati wamekufa katika mkanyagano uliosababishwa na kulipuka kwa transfoma ya umeme. Hayo yamesemwa na wizara ya afya ya nchi hiyo. Zaidi ya wanafunzi elfu tano na mia tatu walikuwa wakifanya mtihani kwa siku ya pili, wakati mlipuko huo ulipotokea Jumatano mchana katika mji mkuu Bangi. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW DW. Dunia yetu leo asubuhi. asubuhi. Nam kutoka chumba cha habari. Sasa tuangazie miongoni mwa yale tuliyoyapa kipaumbele asubuhi hii, Kremlin yasema bado hakuna maendeleo kuhusu tarehe maalum ya duru inayofuata ya mazungumzo ya amani na Ukraine. Mahakama ya Afrika ya haki za binadam inayo mamlaka ya kisheria ya kusikiliza shauri la jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo linaloituhumu Rwanda kuunga mkono kundi la waasi la M ishirini na tatu. Vile vile tutakuletea ripoti inayoangazia hali inazidi kuwa ya kusikitisha katika hospitali ya Nasir mjini Khan Yunis. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji, na kusihi salia nasi. Uchambuzi wa ripoti asubuhi hii unaanzia na mzozo kati ya Urusi na Ukraine. Wakati mapambano yakiendelea katika mstari wa mbele wa vita, hapo jana ikulu ya Kremlin ilisema kwamba bado hakuna maendeleo yaliyopatikana kuweka tarehe maalum ya duru inayofuata ya mazungumzo ya amani na Ukraine. Joseph Acharo amefuatilia yanayojiri katika mzozo huo na kutuandalia ripoti ifuatayo. Shirika la habari la nchini Urusi Interfax limeripoti kwamba utawala wa Kremlin umesema bado kuna mkwamo katika kuyafufua tena mazungumzo ya kutafuta amani na Ukraine. Shirika lingine la habari la TAS limemnukuu msemaji wa Kremlin Dmitri Peskov akisema Urusi inapendelea na inaunga mkono mwendelezo wa juhudi za Marekani kupatanisha. Wakati haya yakiarifiwa, vikwazo vipya vya Umoja wa Ulaya dhidi ya Urusi vimesitishwa kufuatia upinzani kutoka kwa Slovakia kwa sababu ya mgogoro wa gesi. Vikwazo hivyo havikupata kura zinazotakiwa kuungwa mkono kwa kauli moja baada ya waziri mkuu wa Slovakia Robert Fico kusema hayuko tayari kuridhia pendekezo la vikwazo hivyo akielezea wasiwasi kuhusu uagizaji wa gesi wa Slovakia kutoka nje ya nchi. Viongozi wa Umoja wa Ulaya walikusanyika mjini Brussels kujadili msaada zaidi kwa ajili ya Ukraine zikiwemo hatua mpya za udhibiti kwa Urusi, kurefusha vikwazo vilivyopo na njia ya Ukraine kuelekea uanachama wa Umoja wa Ulaya. Vikwazo vya duru ya kumi na nane vilivyopendekezwa na halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya vinazilenga sekta za fedha na nishati za Urusi kujibu hatua ya rais wa Urusi Vladimir Putin kukataa kukubali mkataba wa kusitisha mapigano nchini Ukraine usio na masharti yoyote. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wametaka juhudi kubwa zaidi zifanyike kukidhi mahitaji muhimu ya kijeshi ya Ukraine na kuelezea msimamo wao kuliunga mkono ombi la nchi hiyo kutaka kuwa mwanachama wa Umoja wa Ulaya. Viongozi hao wamesema ni muhimu kupeleka mifumo zaidi ya ulinzi wa anga na mifumo dhidi ya mashambulizi ya droni na silaha kubwa, kuisaidia Ukraine kuwalinda raia wake na himaya yake dhidi ya mashambulizi makali yaliyoimarishwa ya Urusi. Wakati huo huo wakuu wa Umoja wa Ulaya wamejadili mapendekezo mapya kutoka kwa Marekani kuhusu mkataba wa biashara, huku rais wa halmashauri kuu ya Umoja huo Ursula von der Leyen akisema hafutilii mbali uwezekano wa mazungumzo kuhusu ushuru kugonga mwamba, akisema mapendekezo yote yanabaki mezani. Viongozi wa Ulaya wamekutana kuamua ikiwa wanataka kushinikiza mkataba wa haraka wa biashara ama waendelee kupambana kutafuta mkataba mzuri zaidi huku nchi mbili zenye uchumi mkubwa katika Umoja wa Ulaya zikitofautiana. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ameutaka Umoja wa Ulaya utafute mkataba wa haraka na rahisi wa biashara badala ya mkataba wenye vipengee vingi utakaochukua muda mrefu kabla ya kuafikiwa. Lakini katika kauli tofauti, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema nchi yake haitakubali masharti ambayo hayana uwiano, huku akitaka mkataba wa haraka na unaozingatia hali halisi ya mazingira ya biashara. Shukran sana Josephat Charo. Tukitoka huko Ukraine na Urusi msikilizaji, moja kwa moja tuelekee sasa nchini Tanzania. Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu iliyopo Arusha, Tanzania, imesema kwamba inayo mamlaka ya kisheria ya kusikiliza shauri lililofunguliwa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikituhumu Rwanda kuunga mkono kundi la waasi la M ishirini na tatu linalosababisha machafuko mashariki mwa Kongo. Awali Rwanda ilipinga shauri hilo kwa kudai kuwa mahakama hiyo ya haki za binadamu haina mamlaka kisheria ya kusikiliza shauri hilo. Mwandishi wetu Veronica Natalis na taarifa zaidi. Jaji Rafa Ben Akio wa mahakama hiyo wakati akisoma maamuzi hayo ya mahakama amesema kwamba pamoja na maamuzi hayo hayo mahakama imetoa siku tisini kwa Rwanda kujibu hoja za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na siku arobaini na tano kwa Kongo kuzipitia na kuzifanyia tathmini hoja za Rwanda kabla mahakama hiyo haijakutana tena kusikiliza shauri hilo na kutoa maamuzi. Mahakama hii ina mamlaka ya kisheria kusikiliza shauri la jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo dhidi ya Rwanda. Hata hivyo, mahakama inapaswa kuzingatia iwapo katika mazingira fulani inaweza kutumia mamlaka yake ya kieneo pale ambapo ukiukwaji unaodaiwa ulitokea nje ya mipaka ya nchi inayoshtakiwa. DRC inaituhumu Rwanda kwa kuhusika katika ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu ikiwapo mauaji, ubakaji, uharibifu wa mali pamoja na kuwafanya zaidi ya watu laki tano kuyakimbia makazi yao huku watoto takriban elfu ishirini wakikosa huduma za msingi ikiwapo elimu. Katika kesi hiyo, DRC imeiomba mahakama iamuru Rwanda kuondoa vikosi vyake nchini humo, kusitisha msaada kwa kundi la M23 pamoja na kutoa fidia kwa madhara yaliyosababishwa. DRC inasema maamuzi ya leo yanatoa ya mwanga kwa nchi hiyo. Samuel Mbemba ni waziri wa sheria wa Kongo. Ni maamuzi yanayotoa mwanga katika kupigania haki za binadamu mashariki mwa DRC. Ni uamuzi muhimu unaotoa matumaini kuhusu masuala yanayohusu malalamiko kati ya nchi wanachama kuhusu kesi za haki za binadamu barani Afrika. Que les états avoir vis -vis de en hata hivyo, Rwanda imekuwa ikikanusha vikali madai hayo yanayotolewa na DRC. Veronica Natalis, DW Arusha. Na tukisonga mbele, katika hali inayozidi kuwa ya kusikitisha, hospitali ya Nasir mjini Khan Younis Gaza inapambana kuendelea na huduma zake huku ikiwa imelemewa na idadi ya wagonjwa, uhaba wa vifaa na uhaba wa wafanyikazi kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, hospitali hiyo inapokea mamia ya majeruhi kila siku, wengi wao wakiwa waathirika wa vurugu karibu na vituo vya utoaji wa msaada wa chakula visivyo chini ya Umoja wa Mataifa. Idi Sasanga na taarifa zaidi. Kwa sasa hospitali hiyo inawahudumia wagonjwa mia tano na tisini karibu mara mbili ya uwezo wake wa kawaida, huku wagonjwa hamsini na moja wakiwa wamewekewa mashine za kuwasaidia kupumua. Hata hivyo hospitali hiyo haina uwezo wa kuongeza huduma kutokana na ukosefu wa mashini za oksijeni, vitanda, vifaa vya ufuatiliaji na wahudumu wa afya. Wengi wa wahudumu wake hawawezi kufika kazini kwa sababu ya hofu ya usalama au ukosefu wa mafuta. Atef El Hout ni mkurugenzi wa hospitali. Hospitali hiyo, hospitali ya Nasser, inateseka kama sekta yote ya afya. Kuna uhaba mkubwa wa dawa, vifaa tiba na huduma kwa wagonjwa. Pia tunakumbwa na changamoto ya mafuta, yanayotolewa na WHO yanatosha kwa siku chache tu, na baadaye tunakumbwa na uhaba wa dizeli. Huu ni mfumo wa kutegemea kwa tone moja, unaolazimisha kufunga baadhi ya vyumba vya upasuaji, vituo vya oksijeni na huduma nyingine muhimu tunazohitaji kwa uhai wa hospitali yetu, nahtaja bidarura. Hali hiyo inajiri huku makumi ya watu wakiuawa wa kila siku na mamia wengine kujeruhiwa katika maeneo ya karibu na vituo vya msaada vinavyosimamiwa na Israeli na Marekani. Mashuhuda wanasema Israeli inafanya mashambulizi dhidi ya umati wa watu wenye njaa baada ya kuelekezwa kwenye maeneo ya kupokea msaada. Kama anavyoeleza Samir, mkimbizi aliyeko Khan Younis: tunaishi kwenye umaskini uliokithiri, hatuna mboga wala mchele. Hata bidhaa chache zilizopo zina bei ya juu mno, hatuwezi kumudu. Watoto na vijana wetu wanalazimika kwenda kutafuta chakula. Wanajua ni hatari, lakini hawana njia nyingine. Wanalazimishwa na njaa kuingia hatarini ili kulisha familia zao. Kwa mujibu wa WHO, hospitali kama Nasa zinahitaji ulinzi na misaada ya dharura kwa wingi ili kuokoa maisha. Taarifa ya WHO imeeleza kuwa ni kinyume cha sheria za kimataifa kugeuza hospitali kuwa maeneo ya kijeshi, jambo linalozidi kuweka maisha ya wagonjwa na wahudumu hatarini. Athanasios Gargavanis, ni daktari wa upasuaji wa WHO aliyeko gaza hospitali hazipaswi kubadilishwa kuwa maeneo ya kijeshi afya ni haki na misaada inapaswa kuingia gaza kwa wingi licha ya juhudi za kimataifa hali bado ni mbaya mpango mpya wa misaada unaoungwa mkono na israeli na marekani bado haujaondoa sintofamu na ghasia zinazozunguka usambazaji wa misaada ghaza inaendelea kujeruhiwa si tu kwa mabomu bali pia na njaa, ukosefu wa dawa na ukatiwa kwa huduma za msingi za afya. Jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS, ipo katika kipindi cha mabadiliko muhimu. Rais wa Sierra Leone Julius Maada Bio sasa amekabidhiwa wenyekiti kupoke wa kupokezana wa jumuiya hiyo akiri taasisi yenye mipasuko inayokumbwa na misukosuko ya kisiasa mapinduzi ya kijeshi na maswali kuhusu ufanisi wake. Mtangulizi wake Rais Bola Tinubu wa Nigeria aliongoza ECOWAS wakati wa dhoruba kubwa kihistoria, ikiwemo kujitoa kwa nchi tatu wanachama na ongezeko la vitisho vya kiusalama. Ripoti ya mwandishi wa DW Satan Sanderson inasomwa na Lubega Emmanuel. Bola Tinubu aliongoza ECOWAS katika kipindi kigumu akikabiliana na ugaidi, kuyumba kwa uchumi na mapinduzi ya kijeshi nchini Burkina Faso, Mali na Niger. Mataifa haya ya ukanda wa Sahel yalijiondoa kwenye jumuiya hiyo mwaka elfu mbili ishirini na tatu na kuanzisha muungano wa nchi za Sahel, kwa ufupi AES, hatua iliyosababisha mgawanyiko mkubwa wa kikanda ambao Tinubu alijitahidi kuutatua. Licha ya juhudi za kidiplomasia mataifa hayo yaligoma kabisa kurejea ECOWAS. Miongoni mwa hatua zake kubwa zaidi, Tinubu alianzisha mpango wa kuunda kikosi cha dharura cha ECOWAS kwa ajili ya kupambana na ugaidi na uhalifu wa kupangwa. Hata hivyo, utekelezaji wake umekwama hadi sasa, ingawa Umoja wa Ulaya umechangia yuro milioni mia moja na kumi. Gharama ya jumla ya kuanzisha kikosi hicho inakadiriwa kuwa zaidi ya yuro bilioni mbili. Kujitoa kwa nchi za Sahel kumeiacha ECOWAS ikiwa dhaifu. Gini ambayo imesimamishwa wanachama kutokana na utawala wa kijeshi hali inayoathiri mshikamano wa kikanda mwandishi. Wa DW Ben Shemang aliripoti hivi kutoka Abuja. is is... changamoto kubwa zaidi kwa ECOWAS ni ukosefu wa uthabiti wa kisiasa katika ukanda mzima, na kilicho kibaya zaidi ni kuwa sasa tuna ukanda uliopasuka kabisa. Katika hatua ya kushangaza, ECOWAS ilitangaza wakati wa mkutano huo kuwa imekubaliana kushirikiana na jumuiya ya AES inayoundwa na watawala wa kijeshi katika vita dhidi ya ugaidi. Ingawa wakosoaji wanaona hili kama kulegeza msimamo, wengine wanaliona kama hatua ya kivitendo kwa usalama wa ukanda mzima. Mtaalam wa masuala ya Sahel katika kituo cha CSIS Beverly Ocheng aliambia DW kuwa wengi wanataraji kuwa kipindi chake cha uongozi kitasaidia si tu kuimarisha usalama wa jumuiya, bali pia kuhakikisha mshikamano unarejea. Ocheng anasema, sasa imeanza kutambua kuwa haiwezi kuepuka kushirikiana na Sahel japo kuna mashaka. Rais Bio anapoanza uongozi wake anakabiliwa na jukumu kubwa la kujenga tena umoja wa kuaminika kwa ECOWAS. Katika hotuba yake ya ufunguzi alikiri kuwepo kwa madhara kutokana na kuvurugika kwa katiba katika baadhi ya nchi na akaahidi kuipa kipaumbele demokrasia, usalama wa kikanda na mageuzi ya taasisi. Wakati siasa zikitawala vichwa vya habari, uhalifu wa kupangwa unaendelea kusambaa Afrika Magharibi. Utekaji nyara kwa ajili ya fidia, matumizi ya dawa za kulevya na uchimbaji haramu wa madini ni dalili ya kukata tamaa kwa wananchi, huku mitandao ya kihalifu ikinufaika kutokana na mipaka isiyodhibitiwa. Mwandishi wa DW Ben Shemang anakosoa kasi ndogo ya urasimu katika utekelezaji wa mikakati ya kupambana na uhalifu licha ya hotuba kali za ECOWAS. Nadhani kuna hisia kuwa ECOWAS huwa na mwitikio wa polepole na hali hii ya kukata tamaa si ya hivi karibuni tu. Kwa hiyo ni jambo la kueleweka kwamba kuna mtazamo kwa taasisi hii haijajipanga kikamilifu kukabiliana na misukosuko ya kisiasa ya sasa, na kwa kufanya hivyo kushughulikia matatizo yanayosababisha machafuko ya kiuchumi na kijamii. Kuanzishwa kwa AES kumechochea hisia kama hizo katika maeneo mengine. Utafiti wa hivi karibuni uliofanywa na taasisi ya Afrobarometer nchini Togo umebaini kuwa asilimia 64 ya walioshiriki waliona uundaji wa AES kwa wahaki, huku zaidi ya nusu wakisema Togo inanufaika zaidi kwa kujiunga na AES kuliko kubaki ECOWAS. Hii ni ishara ya kutoridhika kwa wananchi wa kawaida na mchango wa ECOWAS katika maisha yao ya kila siku. Kwa wengi, machafuko ya sasa ni matokeo ya kukata tamaa kwa muda mrefu dhidi ya mifumo ya kikoloni iliyoendelea kwa sura mpya. Viongozi wa AES wanaonekana kuepuka ushawishi wa mataifa ya magharibi na misimamo yao ya kupinga mifumo ya zamani inapata uungwaji mkono lakini wachambuzi wanaonya kuwa AES imejengwa juu ya msingi dhaifu wa tawala za kijeshi zisizo imara. Rais Bio anaonekana kuelewa dharura ya kuleta mageuzi. Akizungumza mjini Abuja, alisema wazi kuwa ECOWAS lazima ijifanyie mageuzi na kwa uwazi zaidi, yenye ufanisi na inayoitikia mahitaji ya watu wake. Uwezo wake wa kutimiza ahadi hiyo ndio utakaoamua mustakabali wa ECOWAS na pengine ushirikiano wa kikanda katika Afrika Magharibi. Wakati ECOWAS kipambana kudumisha mshikamano na uhalali wake, AES nayo na inatafuta kuaminika huku ikiongozwa na tawala zisizo za kidemokrasia. Na sasa tukamilishe uchambuzi wa ripoti kwa kuangazia. Baada ya miaka tisa ya giza, wakazi wa mji wa Kabimba ulioko katika ukanda wa ziwa Tanganyika, kilomita sitini kaskazini mwa Kalemie nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hatimaye wamenufaika na huduma ya umeme. Hii inafuatia maandamano ya mara kwa mara yaliyoongozwa na mashirika kirai ya kiraia dhidi ya kampuni ya uzalishaji umeme GLC ambayo awali ilikuwa imekataa kuwapatia mji huo umeme. Zuberi Ali ametembelea eneo hilo na kutuandalia ripoti ifuatayo. Katika mji wa Kabimba kwa sasa, vicheko, muziki na watu wakishangilia, wakiwa karibu na nguzo mpya za umeme, ndiyo picha inayowakaribisha wageni. Wakaazi wanasema umeme huu ni mkombozi kwa maisha na uchumi wao. Atutaraji kama tutapata tena kura, lakini kwa sasa tunafurahia bananza tutilia kura na tunatapata mwanga mzuri, furahi sana si wa mama na wa binti zetu na wafulana wa wetu, tutauza televizio naozisha maji ya baridi, lakini tunaomba umeme ti tu uzidi kwa Kabimba usikuwa madelestage ka vile umeme wa Kalemi bantuambia bankuntilia hivi mnyumba kura ni 10,000 faranga na kumwisho wa mwezi ni 10,000 faranga. Kwa mujibu wa mashirika ya kiraia, kampuni ya GLC haikupenda kushirikiana mwanzoni, wakidai kuwa washalipia dola laki tisa kwa umeme kupitia SNEL huko Kinshasa, lakini baadaye serikali ya jimbo ilighahiri kuwapa huduma hiyo, na hivyo kampuni hiyo ikaamua kujenga bwawa lake la kuzalisha umeme kwa kutumia maji ya ziwa Tanganyika. Kisika Lumumba, Kiongozi wa shirika la kiraia Kabimba: wao wenyewe hawakuwa napendezwa, lakini kufuatana na sensibilisation ya ya komunote na tulifanya marche pacifique, na ni pale ndio wenyewe walitupatishia ile umeme. Tangu walitupatia umeme usiku na mchana. tuku na Tuko na umeme. Tutasema wakaji wa Kabimba hawajali tena umeme wa SNET. Kabimba ni kitovu cha uchakataji saruji na mji wenye ajira nyingi kwa vijana. Kwa miaka kadhaa ukosefu wa umeme uliowakimbiza wawekezaji na raia wa kigeni, lakini sasa hali imebadilika. Uwekezaji katika hoteli na biashara nyingine umerejea, kwa mujibu wa ofisi ya mratibu wa tarafa ya Kalemi. Mika Omari, msemaji wa ofisi hiyo, kuna wale ambao wanakuwa na makampuni ndogo ndogo, nao umeme utawasaidia. Kila nyumba ya ule ambayo atapenda atapata umeme. Tunataraji kupeleka umeme ufike Katenga, umeme ufike hata maeneo za mitetezi mlicha kwenda Kabuga, umeme uende Mapera. Raia wau makini kwa kuwa umeme sio kitu ya kuchezea, ni kitu ambayo hatari kabisa kwa maisha ya binadamu. Zuberali, DW Kabimba na ripoti hiyo inakamilisha safu ya uchambuzi wa ripoti. Msikilizaji, asante sana, endelea kuwa nasi. Utamaduni na sanaa. Ni ibada kwa ajili ya kilimo zinazofanyika hapa katika mlima Meru uliopo Arusha, kaskazini mwa Tanzania. Kabila la Wameru pamoja na jamii nyingine zinazozunguka mlima huo hufanya ibada maalum pembezoni mwa mlima kama ishara ya kuenzi tamaduni zao. Fika wakati wa matukio ya njaa tulikuwa tunaenda kupanda mlima kufanya ibada ya tamaduni za kinyumbani. Karibu msikilizaji katika makala ya utamaduni na sanaa leo. Tunarambaza tamaduni za kabila la Wameru hasa zinazofanyika katika mlima huo. Mimi ni Veronica Natalis pamoja na shughuli mbalimbali za kibinadamu zinazoendelea pembezoni mwa Mlima Meru kama vile kilimo na ufugaji, lakini pia makabila mbalimbali yanayozunguka mlima huu hufanya ibada maalum mara kwa mara kama njia ya kuenzi tamaduni. Jamii ya watu hao hufanya ibada hasa katika maeneo ya misitu, maporomoko ya maji na kwenye miti, maeneo ambayo huzunguka mlima huo. Mzee Abdul Titila kutoka kabila la Wameru anafafanua zaidi. Kifika wakati wa matukio ya njaa tulikuwa tunaenda kupanda mlima kufanya ibada ya tamaduni za kinyumbani, kwa kipindi chenye shida kama njaa na kuomba mvua zikanyesha, watu wakapata mavuno. Mlima Meru unatambuliwa kama mlima wa volkano uliopo Arusha, Tanzania, ndani ya hifadhi ya taifa ya Arusha. Ni mlima wa pili kwa urefu nchini Tanzania baada ya mlima Kilimanjaro na ni wa tano kwa urefu barani Afrika. Mbali na shughuli za kitamaduni, lakini pia wakazi wanaozunguka mlima huo wameweza kufaidika kwa shughuli za kilimo. Musa Juma ni mfanyabiashara wa mbao, anasema yeye hunufaika moja kwa moja kwani hupata miti ya mbao. Kando na mlima huo, umetengeneza ajira kwa vijana wengi sana, kwa wale ambao ni wako kwenye kitengo cha kilimo. Kuna wale ambao wanavuna miti ambao ni wadau. Sasa kama sisi, kwa sababu kuni zinapatikana kwa rahisi, majani yanapatikana kwa rahisi, viazi vinapatikana kirahisi, karoti zinapatikana kirahisi, umeweza kutengeneza faida wananchi waliozunguka mlima kirahisi sana. Wakati wa majira ya mvua, jamii ya Wameru hufanya matambiko na sherehe zinazohusiana na mafanikio na umoja wa familia ama kabila ambazo mara nyingi husheheni ngoma, nyimbo na michoro ya asili, ya asili inayotumika kuelezea matukio ya muhimu ya kijamii na kitamaduni kama anavyofafanua hapa tena mzee Abdul Titila. Huwa kuna wakuu wa mila na desturi. Kwa jinsi wao walivyopewa nani karama, wana uwezo wa kulala wakaota kitu na wakiamka wakienda kukifanya kikatokea, m, m, nani hicho hicho kitu kikatokea. Kwa upande mwingine vijana wanasisitiza kwamba mila na desturi za makabila mbalimbali mbali, ambazo zimepitwa na wakati hazipaswi kuendelezwa. Msikilize Aisha Mnyamwezi, mkazi wa Arusha, Tanzania. kuna baadhi ya mila na desturi zinazoendelea hapa nchini Tanzania, kwa upande wangu naona si sahihi. Kwa mfano, kuna baadhi ya makabila wanawakeketa mabinti zao, kwa upande wangu naona si sahihi na waache hizo mila na desturi katika zama za sasa za utandawazi, ambapo dunia imefungamana kupitia teknolojia, biashara, mawasiliano na uhamiaji, kuna changamoto na fursa nyingi katika kuenzi tamaduni za makabila mbalimbali. Ingawa utandawazi unaweza kusababisha kufifia ama kupotea kwa baadhi ya mila na desturi, bado kuna mazingira ambayo yanawezesha kuhifadhi, kukuza ama kuenzi tamaduni hizo ambazo ni nzuri na hazijapitwa na wakati. Tamaduni hizi ambazo ni pamoja na lugha za asili za kitamaduni sana, imani, mila na desturi zinawakilisha utambulisho, historia na hekima ya jamii husika. Hata hivyo, nguvu ya utandawazi, maendeleo ya kisasa na mabadiliko ya kijamii yameleta changamoto kubwa kwa maisha na tamaduni hizi. Msikilizaji, na hapa ndio tunafika tamati ya makala hii ya utamaduni na sanaa, ambapo tulitazama tamaduni za kabila la wa Meru, hasa zinazofanyika katika mlima Meru ambao ni wa pili kwa urefu nchini Tanzania. Mimi ni Veronica Natalis, mpaka wakati mwingine tena, kwa heri kwa sasa. Na hadi hapo ndipo tunakamilisha matangazo asubuhi ya leo. Shukran sana msikilizaji kwa kujiunga nasi. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mimi naitwa Saumu Njama, nikutakie siku njema. Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa kumi na mbili na kumalizika saa kumi na mbili na dakika thelathini asubuhi tulikuwa hewani kupitia satellite Badr 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni. Kwaherini.